Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti huyo amesema uchaguzi ulifanyika kwa kufuata taratibu zote na inashangaza kuona wengine wanaopinga. Roma haikujengwa siku moja, na wao kama chama cha siasa bado wana muda wa kujijenga, wana muda wa kujifunza wana muda wa kujiendeleza kabla hawajapata ukomavu unaotakiwa ili kuweza kushinda uchaguzi. Naye naibu katibu mkuu Zanzibar wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Salum Mwalimu amesema kitendo kilichofanywa na CCM sio cha kiungwana na akitoi picha nzuri katika jamii leo, tokea jana, hakuna namna nyingine yote zaidi utakaosema ni aibu kubwa kwa chama ambacho chenyewe kinajitangazia ulimwengu kwamba ni chama ambacho kinaheshimu amani, kinaheshimu e, utulivu, kinaheshimu umoja na mshikamano. Ni fedheha kubwa kwa chama ambacho kwa kweli ukubwa wake sio Tanzania tu, ni chama ambacho kikongwe katika bara la Afrika. Lakini ni wazi kila kila chenye umri mdogo kikifika umri mkubwa huwa kinaitwa mzee, na unajulikana una ukishakuwa kuwa mzee unachoka. Ni wazi sasa kwamba kweli chama cha mapinduzi ni kikongwe kimeshachoka, na kinaendelea kutuonesha kwamba kimeshachoka. John Malia ni mwanasheria wa chama hicho ambaye anasema tayari taratibu zote za kufungua kesi zimeshakamilika na Jumanne asubuhi watalipeleka swala hilo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo wana mambo kadhaa wanataka mahakama yafanyie kazi, ikiwemo kufuta uchaguzi huo <coughs> tume tuko kwenye hatua za mwisho za kufungua kesi dhidi ya watu wanne tutakaowashtaki. Wa kwanza ni Benjamin Samuel Sita, diwani wa Msasani. Tutamshtaki pia Manyama, diwani wa Kigogo ambaye wanasemekana wana, wana, wana machaguo kuwa meya na naibu meya. Tutamshtaki kwenye kesi hiyo pia mkurugenzi wa halmashauri ya Kinondoni na Dasso Dar es Salaam. Na msingi wa madai yetu ni kwamba kanuni hazikufuatwa, taratibu zilikiukwa na sheria ilivunjwa. Niki ripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Meme